twashukuru wa tanzania kwa mwitikio wao sisi chama cha mapinduzi katika mikutano ya kampeni tumeweka rekodi kubwa ya mahudhurio kuwahi kutokea tangu kuasisiwa kwa vyama vingi mwaka 92 takribani watu milioni 25.3 wamehudhuria mikutano yetu ya hadhara wakati watu milioni 57.1 wamefuatilia kampeni zetu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ndani na nje ya nchi yetu. Namba za kimtandao zinaonyesha kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha kampeni amefuatiliwa mara milioni 164.9. Hii inadhihirisha ukubwa wa Chama cha Mapinduzi, lakini kukubalika kwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia shukrani zetu ni kwa mamilioni ya wa Watanzania walioacha shughuli zao na kujumuika nasi kwenye mikutano ya kampeni. Tunashukuru vile vile kujivunia teknolojia ya mawasiliano, maana imekuwa rahisi kuwafikia watu wengi waliotufuatilia kupitia redio, television, magazeti, mitandao na simu pamoja na kompyuta na vifaa vyote vya kidijitali ndani ya vyombo vya usafiri, vibanda umiza, nyumbani kwa maana ya nyumba zetu, kwenye mabaa, barabarani, tumewafikia Watanzania wengi kuwahi kutokea. Kwa takwimu hizo ambazo tumetoa, mgombea wetu wa rais ameshafanya mi Samia Suluhu Hassan umeweza pia kusimama